Karibu sana mtazamaji wa Abua TV kwa siku nyingine tena, ambapo tunakutana katika exclusive interview, na kwa siku ya leo tuko hapa pamoja na mkurugenzi mtendaji kutoka kampuni ya Global Apiculture Services Stefano Kileo. Tuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na maswala mazima yanayohusu nyuki na sekta nzima, bidhaa za nyuki na maswala mengi ambayo yanahusu nyuki, tutafahamu mengi sana kuhusiana na bidhaa hii. Ina mambo mengi ambayo wewe mtazamaji yamkini huyafahamu ama yamkini unayasikia, lakini huyajui kwa uzuri zaidi ama kwa undani zaidi. Kwa hivyo kupitia kipindi hiki cha Bua TV basi tafahamu mengi sana. Mimi naitwa Edith Mloli, karibu sana, tuungane sote mpaka pale ambapo itakuwa ni tamati ya yeah, kipindi hiki. Sawa, kwa siku ya leo tutazungumza mengi sana kama ambavyo nimetangulia kusema hapo awali. Karibu sana mkurugenzi mtendaji. Yeah, asante sana. Tunatamani kufahamu kuhusiana na kampuni hii ya Global Apiculture Service. Ni kampuni ya nini hasa? Nimegusia tu kwamba inahusika na masuala mazima ya nyuki, lakini tufahamu zaidi mengi kutoka kwako. Tufahamishe kuhusiana na kampuni hii. Yeah, kampuni ya Global Apiculture Service ni kampuni kwanza iliyosajiliwa kihalali. Ndio. Mm-hmm. Na Brela, ambao makao makuu yake yapo Dodoma na ni kampuni inayojihusisha na ufugaji wa nyuki kibiashara. Okay. Kitaalamu wanaita commercial beekeeping. Mm -hmm. na kiujumla, kampuni yetu inafanya huduma zifuatazo, tunazalisha okay. Una, wenyewe mazao yote ya nyuki, maanake tuna mashamba yetu ya nyuki ambayo pasei hapo Dodoma pamoja na Singida. Mm -hmm na takriban tuna mizinga zaidi ya mia moja hamsini mm -hmm. kwa upande wa Dodoma na Singida tuna mizinga zaidi ya mia mbili. Kwa hiyo huduma ya kwanza ambayo tunafanya ni uanzishaji na usimamizi wa manzuki ambayo ni shamba la nyuki, lakini pia tunafanya uzalishaji wa mazao yote ya nyuki ikiwemo asali, nta, gundi ya nyuki, sumu ya nyuki, maziwa ya nyuki Uh, pamoja na chavua ya nyuki kitaalamu inaitwa bee pollen. Okay, yes. Pia lakini tunafanya ushauri elekezi consultation service kwa watu ambao wanahitaji kufanyiwa, wanahitaji kujua ufugaji wa nyuki kisasa au kibiashara. kwa tuna, tunafanya outreach training. Mtu labda yuko Songea, mnamfuata eh, anahitaji kujua au kufundishwa, tunamfuata. Tutamwandalia package ya training Labda ni ya wiki mbili kutokana na hitaji lake, tunamfundisha mm -hmm. tuna uh -huh, lakini pia tunafanya tuna uchakataji wa mazao ya nyuki, tuna kiwanda chetu kidogo pale Dodoma cha kuchakata mazao ya nyuki kwa kwa watu ambao wanahitaji kufanyiwa processing ya mazao ya nyuki, kwa kwa wakulima kwa wakulima, wengi wenyewe wana, wana mizinga lakini hawana facility za kuchakata, kwa pia tunafanya processing ya ya mazao ya nyuki lakini pia tunafanya supply ya yeah, vifaa vya ufugaji wa nyuki biashara, vifaa mbalimbali, mfano mavazi ya kujikinga wakati mm. yeah, yeah, wa kuvuna asali, kifukizi cha moshi kitaalamu kinaitwa bee smoker na vitu vya hive tools, yani vifaa vile vya kitaalamu kwa ajili ya kuvuna au kusimamizi wa shamba la nyuki. Kwa general, ndo huduma ambazo tunazitoa pamoja na product, sawa. Mna umetaja ume baadhi ya bidhaa ambazo mnazizalisha nyie kutokana na nyuki. Yes, yes. Mazao ya nyuki tuseme. Uh, sasa tuzungumze kwenye masuala mazima ya sabuni ambazo mnazitengeneza nyie. Yes, yes. Kumekuwa kuna sabuni mbalimbali mbali ambazo zinatengenezwa na watu tofauti tofauti, uh-huh. Yamkini pia wengine wanatengenezea mazao hayo hayo ya nyuki so. Sasa tunatamani kufahamu tofauti yani tunatofautishaje bidhaa zenu na bidhaa za watu wengine ambao wanatengeneza kupitia hiyo, hayo hayo mazao ya nyuki. Sawa, swali zuri kabisa. Kwanza nadhani kama unafuatilia vizuri vizuri moja hapo ya, ya product ambazo zina ubora mkubwa zaidi hmm. Duniani sio Tanzania tu, ni product zinatokana na mazao ya nyuki sana, product za urembo. E, mfano ukienda hata sahii dukani ukaulizia mafuta ya kujipaka yanayotokana na asali utakuta price yake ipo juu na yanafanya vizuri sana. Ukienda kwenye sabuni zinazotokana na asali utakuta price yake juu na yanafanya vizuri sana. Sasa kitaalamu hii ni kutokana na jinsi mazao ya nyuki yenyewe jinsi yalivyo. Kitaalamu tunasema yana antibacterial anti anti anti fungus properties kwamba wale watu wenye matatizo ya fungus au ya ya bacteria inaua bacteria na fungus. Mm -hmm. Aswali lako ni kwamba tunatofautishaje product zetu sisi? Yeah. Kumekuwa kuna matangazo mengi sana. Matangazo yamekuwa tunarushia product zetu sisi mm, na product zingine zinazotokana na, za, na, na mazao ya nyuki yeah. Kwanza sisi ni watu ambao tumethibitishwa na serikali, hatufanyi biashara kiholela ni, ni, ni, ni kampuni taasisi ambayo imethibitishwa na serikali yeah. Na product zetu tunazozalisha baadhi tumeshaanza kuthibitisha na mamlaka ya TBS baadhi ya product na zingine tunamalizia mwaka huu kwenye kuthibitisha kwa kutumia mamlaka ya, ya TBS mm -hmm. Hii ni kutokana na hii zingine zimechelewa kutokana na procedures ambazo ziko mbalimbali, mfano kama product za sabuni mm -hmm. Na sabuni pamoja na mishumaa ni product mpya sokoni, hazina muda mrefu tunakaa miaka miwili sokoni, kwa hiyo zina mlolongo wake wakufuatilia kuthibitisha, lakini ukifu, ukiangalia product za mazao ya nyuki mm. zipo chini ya idara ya TFS Tanzania Forest Service. Okay. Sasa mfano ukihitaji labda ku export bidhaa yote, hata hiyo sabuni, hata hiyo nta, hata asali, whatever the case. Okay. Kuna kitu kinaitwa sanitary certificate. Yaani hati ya usafi. Kwa hiyo inawezekana hauna TBS kwa muda huo mfano. Lakini umepata client wa ku export labda Kenya au sehemu fulani. Mm. Lazima uende maliasili ambao ni wakala wa huduma za misitu ambao pia sekta ya nyuki ipo chini ya TFS. Kwa ukifika pale, utapeleka sample yako ya product, wataipima wataiangalia kama ina kizi vigezo, vigezo. Baada ya hapo watakupa hati ya usafi. Inaitwa sanitary certificate. Unaona? Kwa hiyo ndio ambao tunaitumia mara nyingi katika kuexport hizo bidhaa zingine ambazo hazijathibitishwa. Soko lenu lengwa hasa ni lipi? Eh, soko letu limegawanyika katika makundi kama mawili matatu, okay, kutokana na aina ya product. Mfano product kama ya asali, mm. Ni soko lake kubwa lipo ndani na nje. Kwa sababu asali ni product ambayo watu wengi wanaijua na ni product kongwe ya nyuki mm. Tukimuuliza sasa hivi nyuki anazalisha nini haraka haraka atakwambia asali. Atakwambia asali, umeona? Mm. Kwa ni product at least ambayo ina awareness okay, kubwa watu wengi wanaielewa kwa kiwango kikubwa kwa asali, soko lake liko ndani kwa kiwango kikubwa, na nje. Tunaenda taratibu nje, tumetuma sana Kenya na Uganda mm -hmm. Ndio wasema, ambao tume export kwa kiasi fulani. Kenya, na Uganda. Japo tulipata soko South Africa na uko nje, Ulaya mm -hmm. Bado tunaendelea na procedure za kuexport, lakini Kenya na Uganda tunatuma sana, tuna wateja wengi wapo kule, lakini soko la ndani tuna wateja wengi sana kama huo ni mpenzi wa kuzungazunga supermarket, unaweza pia ukawa unakutana na product zetu zinaitwa B gift, okay. Asali unaweza ukakutana nazo, lakini modality ambayo tunaitumia ni ya mawakala sana mm. Kwa sababu tumeona unakuta, mtu labda yuko Songea anahitaji chupa mbili mm, za asali asali. Mm -hmm. Afanya mimi nataka asali ya B gift.